Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mbeya kimetoa onyo kwa wanachama wanaotaka kuwania nafasi za uongozi kupitia chama hicho kutojihusisha na tabia za rushwa au kukiuka utaratibu wakati wa mchakato wa kura za maoni na atakayekiuka atachukuliwa hatua kwa mujibu wa kanuni za CCM. Kauli hiyo imetolewa na katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mbeya, Christopher Uhu, Christopher Uhagile wakati akizungumza na wanahabari kuhusu mchakato wa ndani wa uchaguzi wa chama watakaowania nafasi za ubunge na udiwani kupitia chama hicho, ambapo amesema kuongoza kura za maoni pekee hakumfanyi kuteuliwa, bali itategemea na uadilifu wako wa ndani na nje ya chama. Amesema mchakato wa ndani wa kuwateua wagombea wa ngazi ya ubunge na udiwani kupitia chama hicho utakuwa wa haki, ndiyo maana chama hicho kimeamua wanachama wanaotaka kuwania nafasi hizo, lakini wana nyadhifa nyingine ndani ya chama, wanatakiwa kwanza kuacha nafasi hizo, na tayari viongozi wanne wameshaachia ngazi. Asante ndugu waandishi wa habari, eh, habari ya mchana. Naitwa Christopher Uhagile, katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya. Ndugu waandishi wa habari, kwa heshima na taadhima, napenda kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pili kuwashukuru sana ninyi kwa kuweza kuja na tumekutana mchana huu. Na kimsingi Chama cha Mapinduzi leo tarehe kumi na mbili mwezi wa sita mwaka huu 2025 tumekuwa na kikao cha halmashauri kuu maalum ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, na yako mambo yaliyozungumzwa kwenye halmashauri kuu ko kwa nimewiteni, kwanza nataka kutoa msimamo mm, na mwelekeo wa chama chetu kuelekea uchaguzi mkuu. Ndugu waandishi wa habari, leo halmashauri kuu ya chama chetu imeketi, na miongoni mwa mambo makubwa ambayo chama chetu kupitia halmashauri kuu ya chama chetu ngazi ya mkoa kimefanya, imefanya jukumu kubwa moja, kama mnavyofahamu kwamba tuko kwenye wakati wa uchaguzi na chama chetu tumeshatoa ratiba kwamba ifikapo tarehe ishirini na nane mwezi huu wa sita, tutaanza zoezi la kutoa fomu za wanaoomba kugombea nafasi ya ubunge kwenye majimbo yetu yote ya mkoa wa Mbeya, lakini wanaoomba kugombea pia udiwani kwenye kata zote na wale wa viti maalum. Kupitia utaratibu huo, chama kimetoa maelekezo, kwa kuwa wako wanachama ambao ni viongozi na wanatamani kugombea nafasi hizo chama chetu kwa mujibu wa kanuni za uteuzi wa wagombea kwenda kwenye vyombo vya dola kimetoa utaratibu wa kwamba wale wote ambao ni viongozi wanatakiwa wapishe kwenye nafasi hizo ili haki itendeke. Kwa leo, halmashauri kuu ya sisi ya mkoa wa Mbeya imejaza nafasi za wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa wa chama cha Mapinduzi. Wale ambao wao ni wajumbe wa kamati ya siasa lakini wanakwenda kugombea nafasi zile haziwezi kuachwa wazi. Kwa msingi huo, chama chetu leo tumepata fursa ya kuwaongeza na kujaza nafasi hizo wajumbe wawili wa kamati ya siasa mkoa, na wajumbe ambao wamepitishwa kwa kishindo na bila shaka na halmashauri kuu ya chama chetu mkoa ni wawili, tunaye comrade Yusuf Mwanyumba, yeye ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kutoka wilaya ya Chunya, na tunaye ndugu yetu Israel Mwakibinga kutoka wilaya ya Kiera. Hawa wamekuja kuungana na wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa ili kuhakikisha akili yetu inakuwa vizuri, lakini wako viongozi wenzetu ambao walikuwa wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa ambao wao wanakwenda kugombea. Halimashauri kuu kwa kauli moja imeridhia kuwapokea hao, lakini wale waliokuwa viongozi wao sasa wana step down; hawataendelea tena na majukumu yao kama ulikuwa mwenyekiti hutaendelea na majukumu ya mwenyekiti. Kama ulikuwa mjumbe wa kamati ya siasa hutaendelea na majukumu hayo mpaka baada ya uteuzi wa wagombea ndani ya chama. Kwa hiyo, hili limefanya kwenye ngazi ya mkoa, lakini hili limeelekezwa linafanya kwenye ngazi ya wilaya na kwenye ngazi ya kata. Tafsiri yake ni kwamba tunataka tunapoelekea kwenye mchakato huu wa kuwapata wagombea kuwe na mazingira sawa na haki itendeke. Tafsiri yake hawa viongozi sasa wanarudi wanakuwa wanachama kawaida na hawatakiwi kutumia nafasi zao ili kutenda haki. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa lililofanywa kwenye chama chetu ngazi ya mkoa kuelekea uchaguzi. Lakini pia jambo la pili nalopenda kuzungumza kwenu ni namna chama chetu, Chama cha Mapinduzi mkoa tulivyojipanga, kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kama mnavyoona, tumeshaanza maandalizi haya ya kuandaa vikao vitakavyoshiriki kufanya maamuzi ya kuwapata wagombea, lakini bado tunao mkakati na mchakato wa kuwapata. Sasa wanachama wote wanaotaka kugombea utaratibu uko vizuri, na naomba nitumie fursa hii kuwaalika wana CCM wote sehemu zote walipo wanaotaka kugombea udiwani, ubunge, viti maalum, fursa iko wazi, na wale ambao ni viongozi tumeshatangaza kwamba wa step down, warudi wao wanachama wa kawaida. Tafsiri yake ni kwamba kutakuwa na fair play, yani haki itatendeka kwa kila mwanachama ili chama chetu kiweze kupata watu sahihi wa kwenda kusimama kwenye uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, tafsiri yake ni kwamba chama chetu demokrasia yake na uwezo wake ni mkubwa sana. Tunataka yeyote atakayepewa dhamana na chama aweze kupeperusha bendera ya chama chetu, na kimsingi kupitia chama cha Mapinduzi kwa kuwa ni chama kikubwa. Na hapa ndugu waandishi wa habari, ndipo umahiri wa sisi mnapoonekana tunaenda kutimiza malengo ya chama chetu. Tunayo malengo kumi na tisa, lakini lengo kubwa la kwanza ni chama chetu kushiriki kwenye uchaguzi na kushika dola. Hapa ndipo CCM inapoonyesha umahiri wake, na sasa ndio umefika wakati wenyewe. Kwa hiyo tunakwenda kulifanya hilo jambo bila kumwangalia mtu usoni, na sisi CCM tunasema kinachoenda kugombea ni chama cha Mapinduzi dhidi ya vyama vingine. Kwa hiyo yeyote atakayepewa dhamana hiyo ndani ya chama chetu atakuwa na sifa ya kupeperusha bendera ya chama chetu. Hatumwangalii mtu, tunakiangalia chama. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii kuzungumza na wana CCM wote, kutoa rai kwamba ni marufuku kwa mwanaCCM yeyote kuleta hujuma ama nongwa dhidi ya mwanaCCM mwingine kwenye mchakato huu. Ni marufuku mtu yeyote kutumia udini ama ukabila ama ukanda tunapoelekea kwenye mchakato huu, tutakaye baini anatenda hayo tutamuondoa mapema iwezekanavyo. Na bahati nzuri ndugu zangu, naomba niwahakishie kwamba mpaka sasa mkoa wa Mbeya una wanachama zaidi ya laki tano na mpaka hivi navyozungumza, hali ya kisiasa ndani ya chama mambo yako vizuri. Makada wengi sana wanakusudia kujitokeza kugombea nafasi za udiwani na nafasi za ubunge. Kwa chama hatutapata shida. kitendo cha wanaoomba kugombea kuwa wengi kinatoa fursa kwa chama cha Mapinduzi kwenda kuwapata watu sahihi watakaopeperusha bendera kwa chama, na kimsingi wana CCM wote lazima muelewe na wanambea wote kwamba uongozi unatoka kwa Mungu. Uongozi sio lazima uwe wewe. Kwa chama na halmashauri kule wameelekeza kwamba hatukusudii kusikia vurugu, mipasuko, ama ubinafsi unaojitokeza kutokana na watu na chama. Tutakuwa makini sana kuhakikisha tunalinda heshima ya chama chetu, ili tutakapokwenda kwa wananchi, tuwaletee wagombea wazuri, na hili linadhihirishwa kwamba sisi sisi CCM tumejipanga na tuko vizuri. Kwanza tunayo ilani mpya, ninayo hapa ambayo juzi nyote mlishuhudia kwamba mkutano mkuu wa CCM taifa uliketi pale Dodoma na umepokea ilani hii mpya ya uchaguzi 2025 2030 ambayo tu tunaenda nao kwa wananchi kwenda kuinadi ilani. Hii imebeba mambo mengi na imegusa kila eneo lakini, miongoni mwa mambo makubwa ambayo ilani yetu imegusa ni pamoja na swala zima la ajira kwa vijana. Lakini ukienda kwenye sekta ya kilimo kuongeza sana hizi skimu za umwagiliaji na tija ya Eh, kilimo kupitia ilani hii. Ukienda kwenye sekta ya afya, hapa tulipofikia ilani yetu imeeleza namna tutakavyoboresha sasa, kuhakikisha kwamba tunapata watumishi wa kutosha, kutokana na kwamba ilani hii tunayoimalizia imejikita sana kwenye kujenga majengo na kupeleka vifaatiba vya kutosha. Sasa kilichobaki sasa ni kupeleka watumishi wa kutosha, ilani yetu imeeleza. Kwa hiyo ilani hii siwezi kuifanua kwa sababu mambo yako mengi, lakini kwa mkakati wa mwaka huu chama chetu tutakuja na vijitabu vidogo vidogo ambavyo kila mkoa utakuwa na mambo yako nayoelezwa, miradi hii inayotekeleza namna ya kuimarisha, lakini miradi mipya. Lakini ilani yetu imeeleza namna ya kuendelea kuunganisha barabara zote za mkoa kwa kiwango cha lami hapa mnafahamu tuna hii barabara ya kutoka Chunya kuelekea Tabora, lakini tuna barabara kama zile za kutoka pale Mbalizi kwenda huko huku huku Songwe kwa maana ya Chunya huku Songwe wilaya ya Songwe, lakini pia tuna barabara ya hapa Isyonje kwenda Makete na barabara zingine nyingi, zote hizo, tuna barabara zile za Kyela zote zimeingizwa kwenye Ilani hii. Kwa hiyo mambo yanayokuja yanafurahisha. Sasa, baada ya kuwa na Ilani nzuri, kinachofuata sasa ili tuweze kushinda vizuri kwenye uchaguzi ni kuwa na wagombea sahihi wagombea bora, ndio huu mchakato umeanza. Naomba nitumie fursa hii kuhakikishia kwamba Chama cha Mapinduzi tutawaleta wagombea bora na sahihi, na ambao wakijitokeza kwa wananchi chama chetu kitapata nafasi, na nitumie fursa hii, wananchi yeyote mnayeona anafaa anaweza katusaidia Viongozi wetu wameshatoa maelekezo kwamba tunaenda kujikita sasa kuwapata wagombea wanaotakiwa na watu, na sio mtu unaweza ukasema wewe unataka lakini watu hawakubali. Kwa hiyo tutajikita kwenye msingi huo, na ndio maana kati mkuu alitoa maelekezo ya kwamba ukifika wakati wa kwenda kwenye kura za maoni, hata wananchi mtumie nafasi hiyo kuwaambia wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wa wilaya, wale watakaenda kupiga kura kwamba sisi tunamtaka fulani na sisi chama tutasikiliza kwa umahiri sana wananchi wanamtaka nani. Mch uchaguzi huu ni wa chama na chama kitamteua kada yeyote kitakayeona anafaa nafaa kwenda kuwa mgombea, lakini katika kumpata mgombea kuna huu mchakato sasa wa kura za maoni tunako kwenda. Kwa hiyo mchakato wa kura za maoni, mchakato wa kura za maoni sio kigezo wewe kuteuliwa kwa sababu, baada ya wewe kuomba utachakatwa mchakato, zitapigwa kula, tutarudi tena kwenye vikao kuchakata. Na ndio maana nimetoa rai na onyo kwa wote wanaokusudia kugombea kupitia chama chetu, wasije watu wakathubutu, kwanza kutoa rushwa, pili kutengeneza hujuma. Kumekuwa na tabia za kipuuzi za watu kukjana, kupigana shoti. Halmashauri kuu na kamati ya siasa ilielekeza yeyote tutakaye mbaini amehusika na hujuma ya kumpigisha shoti mtu, kumrekodi mtu, yeye aliyefanya, na wote wanawekwa pembeni. tunachotaka ni utulivu. Ndio maana tumesema tuna wanachama wengi, lakini ndio maana ukimaliza kura za maoni, sasa kuna mchakato wa, wa kuteua. Unaweza ukaongoza kura za maoni, lakini ukawa umekiuka taratibu za chama chetu, kwa hiyo kuongoza kura za maoni sio kigezo pekee, na kipindi kinaomba nitumie rai kuwasii wagombea wote wanaotegemea kuomba nafasi ya kugombea ubunge kupitia chama chetu, wanaoomba kugombea udiwani kupitia chama chetu kuwa makini sana, kwa sababu ukikiuka utaratibu huu, kilio chako kitakuwa kama kilio cha samaki. Chama hiki ni bora kuliko mtu yeyote, na tukumbushane wana CCM, kwamba tunapotekeleza haya tunatizimiza jukumu la kwanza, lengo la kwanza la chama hiki ni kushiriki na kushinda dola. Kwa tafsiri yake, hakuna mtu ambaye ni bora zaidi ya CCM, hayupo. CCM ni bora kuliko yeyote. Kwa, na ubora wa CCM ni vikao sio mtu. Kwa, yeyote utakaye kiuka utaratibu CCM hatutakuonea haya. Kwa, naomba ni watangazie wagombea wote kufuata utaratibu na kuheshimu miko, na yeyote ambaye hata kama umegombea hujateuliwa e, ukigombea sio lazima uwe wewe, anaweza kawa yeyote ambaye chama kitaona anafaa kupeperusha bendera ya chama chetu. Kikubwa tunachoyelekeza ni kuhakikisha haki inatendeka na ndio maana leo tumeanza zoezi la kuwaondoa hawa viongozi kwenye nafasi zao ili kutenda haki. Na kuhusu haki, naomba niwahakishie tumejipanga vizuri sana kuhakikisha haki inatendeka, mchakato unakwenda fea kwa. Atakayefanya rafu atatendewa haki kwa mujibu wa kanuni, na atakayefuata utaratibu atatendewa haki kwa mujibu wa kanuni. Hiyo naomba iwe wazi, na hii ikumbukwe tu kwamba mchakato ni fea, hakuna atakayekuwa yuko juu ya mwingine, hakuna hiyo. Ndio sisi na hiyo ndio tofauti ya chama hiki na vyama vingine, kwamba ukifika huo wakati ulikuwa e, ulikuwa mbunge, ubunge unawekwa pale, wewe ni mwanachama wa kawaida. Ulikuwa mwenyekiti, mwenyekiti wako unawekwa pembeni, wewe ni mwanachama wa kawaida. Sasa twende tuingie, wanachama waamue nani wanamtaka apeperushe bendera ya chama chao. Na kama nilivyosema, tunao wanachama wengi zaidi ya laki tano mkoa mzima, na wagombea wako wengi, na hii natupa burudani sana kwamba vikawa vitapata shida kwa sababu macomrade wako wengi mahiri wenye sifa mbalimbali. Kwa hiyo ukidondosha tu sisi tuna replace mtu mwingine mambo yanaendelea, na huwezi kushindana na chama hiki hasa kwenye wakati kama huo, tuko imara sana. Asante sana. Chama cha Mapinduzi kimetangaza kuanza kutoa fomu za kuwania ubunge na udiwani kuanzia Juni 28 mwaka huu na hivyo kuwakaribisha wanachama wenye nia ya kuwania nafasi hizo kujitokeza kuchukua fomu. Nikiripoti kutoka Mbeya, Jacklin Mwangama, Kusaga TV.